Uh, shirika la afya ya akili duniani kwa kushirikiana na shirika la afya uh, duniani WHO, mwaka 92 waliona kuna, kuna umuhimu wa kuanzisha hii siku kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi ili wawe na mwamko wa waku, kuweza kupata huduma, lakini kupingana na uh, unyanyapaaji, lakini na kuhakikisha kwamba huduma zinaboreshwa Z za kutoa nini afya ya akili. Kwa hiyo wakawa wameanzisha hii siku, na hii siku inakuwa na kauli mbiu tofauti tofauti. Mfano mwaka jana ilikuwa ni afya ya akili makazini, yaani eneo la kazi, na mwaka huu kauli mbiu ni upatikanaji wa huduma za afya ya akili wakati wa majanga na dharura. um, kwa hiyo, um, hii inamaanisha kwamba of course majanga na dharura ni vitu ambavyo huwezi ukaviepuka. Kwa mfano ajali, dhoruba mbalimbali, kama mafuriko eh, vita eh, na, na other emergency mbalimbali mbali, tu unaweza, mtu unaweza ukapitia emergencies mbalimbali uh, katika hali ya emergency au dhoruba au majanga Uh, magonjwa ya akili uh, dalili za magonjwa ya akili zinakuwaga around. Yani mtu uweze kupitia hizo shida usionyesha dalili za nini, za magonjwa ya akili. Kwa hiyo wakati huo utakuwa unahitaji msaada sana, hivyo wakaona kwamba mwaka huu tuwazimishe siku ikiwa mm -hmm. na kauli mbiu kama hiyo sisi tu tume yani sisi kama wataalamu wa afya akili tuna kama hivi, tumekuja ku, ku, kuelezea kuhusu hii siku, kuwafunua watu kuhusu magonjwa ya akili na kuwaelekeza kwamba upatikanaji wa huduma zetu upo, lakini pia kuna kitu ambacho tumeki integrate kwenye huduma za za emergency, yani kwa mfano, mgonjwa umekuja na hali yoyote ya kiemergency kuna timu ya emergency ambayo ipo gostari, kwa hiyo tumeincorporate na ile timu kuweka huduma za afya akili wanapokuwa wanahudumia wagonjwa wenye dharura ya akili na athiri watu wa jinsia zote. Aa, lakini wanatofautiana tu baadhi ya dalili ambazo wanaweza kuwa wanaonyesha au hmm severity, wanawake wako prone sana kuonyesha dalili kwa kutokana na nature yao pia exposed ya changamoto nyingi, wenyewe wana majukumu mengi ma, sana wanashikilia, lakini hata wanaume pia wenyewe wanakuwa very aggressive wanapo react kwenye issue za afya ya akili yani, wenyewe kwa mfano wamepitia wame changamoto fulani, akija kuonyesha zile dalili zake zinakuwa yani ni severe sana, lakini wengi wao wakina wa jinsia ya kike wanawahi kuathirika sana kwa sababu wako prone sana na changamoto nyingi, kwa sababu wengi wanachiwa familia mm. Wengi wanahusika na kulea na vitu kama hivyo kwao, dakika ya mwisho wengi wanakimbiwa, wanafanyaje? lakini wanaume wenyewe severity ya dalili inakuwa ni kubwa sana unapopata matatizo. Sawa, unajua kutokana na umuhimu wa hili swala ndio maana ikawepo siku ya afya ya akili duniani pia. Najua hilo tunaliweka pending kidogo, tutakuja kulizungumza baadaye. Nataka tujikite kidogo kwenye kwenye kwenye hii afya ya akili yenyewe, daktari utupitishe hapo kitaalam ili baadaye kidogo ni sehemu ya pili tunajua Oktoba kumi ni siku ya afya ya akili. Baadaye tutakuja kuzungumzia hilo. Kwanza tunatamani tu tumuelimishe huyu mwananchi ambaye ana anatusikiliza eh, kuhusiana na afya ya akili hapa kidogo, tuzungumze hapa kidogo pengine hapa eh, kuna mwingine anatusikiliza hivi sasa, kuna ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana changamoto kwa namna moja ama nyingine ya afya ya akili lakini anashinda kujielewa. Tuzungumze kidogo kuhusiana na na, na, na, na, afya ya akili yenyewe na, na vitu ambavyo vinahusiana hapo, kabla hatujajikita kwenye eh, siku ya afya ya akili ambayo tunajua kesho, lakini kuna nini makauli mbiu na vitu kama hivyo mm. Tutajikita baadaye kidogo sawa sawa eh, kwa kwanza labda nielezee nini maana ya afya ya akili. Sasa tunaposema afya ya akili, hii ni hali ya kuwa na uwezo uh, kiakili, kihisia na kijamii unaokuwezesha kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku mm -hmm. e, lakini pia kuweza kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ambayo yako sahihi, lakini kujielewa, lakini na kushirikiana vizuri na wenzako wanaokuzunguka. Uh, ukiwa uko vizuri maana yake tunasema afya yako ya akili iko vizuri katika maeneo hayo. Uh, kwa kifupi, yani ni uwezo wa mtu kufikiri vizuri, kuhisi vizuri na kuishi vizuri na watu wengine wanaomzunguka. Okay, hiyo hiyo ndio maana ya afya akili. Na dalili zake zikoje? Yaani, mtu ajijue kwamba sasa, mimi hii kabisa ni changamoto ya afya akili. Uh, wengi wanapokuwa wameathirika na afya ya akili Uh, mtu anaweza kuonyesha dalili kama wasiwasi wa kupindukia, lakini wengine wanakuwa na huzuni inayokaa muda mrefu. Wengine wanaweza wakakosa usingizi au wakawa na hisia za hasira za mara kwa mara, eh, kukata tamaa, lakini pia kushindwa kufanya kazi au kushiriki na jamii katika maendeleo ya kila siku. Hiyo hmm. ndio hayo hizo ndo dalili za afya, magu, za changamoto mm, au akili inapokuwa imeharibika au imepata changamoto kidogo, mhm, na na sababu kubwa hasa huwa inakuwa nini? Um, magonjwa ya akili visababishi vya magonjwa ya akili huwa vimewekwa katika makundi makubwa matatu mm -hmm. kuna visababishi vya kibiolojia, kuna visababishi vya kisaikolojia, lakini pia na vya kijamii kwa hiyo kwenye hmm, visababishi vya kibaiolojia vingi vinaanza labda, kwa mfano mtoto akiwa tumboni bado aa, kwa mama yake, mama anaweza kuwa anatumia vilevi huenda, si ndio? Lakini akaja kuzaa mtoto mwenye changamoto. Lakini hii uh, huduma inapatikana, tuzungumze pia ndio, hmm, kwa kweli kwa mkoa wa Katavi una bahati ya kuwa na daktari bingo afya ya akili. Kwa hiyo nitoe lai kwa wananchi kutumia hii kama nafasi, kwa sababu sisi tupo pale, tunatoa huduma, lakini changamoto kubwa huwa ni uh, stigma au tunaita unyanyapaaji. Unajua watu wenye changamoto za akili wananyanyapaliwa sana, wengi wao uh, jamii kwanza inahusanisha us, us, us, magonjwa mm. uh, ya akili na nini na mambo ya imani za kishirikina. Kwa hiyo unakuta wagonjwa wengi hawaji hospitali kwa wakati e. Wengi wanakuwa wanahangaika kwa waganga au uh, matraditional healers, mm. Wengi wanahangaika kupata huduma za kiroho na vitu kama hivyo, na wanajikuta wanachelewa kupata huduma za matibabu ambazo, mm. zingeweza kuwa msaada mkubwa kwao. Uh, of course, um, jamii inatakiwa ipingane sana na unyanyapaaji dhidi ya magonjwa ya akili, na magonjwa ya akili yanaweza kumtokea mtu yoyote ya na mbaya zaidi, yani dalili za magonjwa ya akili nyingi zao, yani lazima tu utazihusanisha na, na imani za kishirikina kutokana na nature yetu sisi wa Afrika hmm. Kwa mfano, mtu unaweza kukuta anaona vitu ambavyo wengine hawavioni eh, anajitenga tu muona, au anasikia sauti zinamsemesha ambazo wengine hawazisikii. Kwa hiyo obvious tu atasema kwamba hii ni merogwa. Ni merogwa. Hmm. Lakini hiyo pia inaweza akaja kwenu mtu wa, wa condition kama hiyo na mwisho wa siku akapona wa akawa sawa kabisa na maisha mengine ya kawaida yakaendelea ya, ya, ya, ya, ya, ya. Uh, ndugu mtangazaji hizi yani, tu huduma zinapatikana na wagonjwa wanapata nafuu wanapokuja kupata huduma hizi, hmm. Huduma zimethibitishwa kitaalamu tunaita ni evidence-based. Uh, ziko kitaalamu kabisa mgonjwa anapata matibabu changamoto inakujaga tu kwenye ushirikiano mm. E, yaani bahati mbaya sana matibabu ya afya ya akili yanahusanisha vitu vitatu, yanahusisha matumizi labda ya dawa, lakini pia yanahusisha pia uh, support kutoka kwa ndugu na jamii nao mzunguka, na vyenyewe ni vitu vya msingi sana, kwa unaweza kukuta mgonjwa unampatia dawa, lakini tukafeli tu kwenye issue za nini za ushirikiano labda kijamii, unakuta mtu labda hana makazi alafu umemwandikia dawa anaenda nyumbani, dawa hamna sehemu ya kuziweka. Umeona, mm -hmm. hamna msimamizi wa kumkumbusha kwamba leo inabidi unywe dawa. Kwa hiyo jamii ina ina jukumu kubwa sana kusapoti watu ambao wana wanapitia hizi changamoto ili kuweza kufanikisha mm -hmm. majukumu. Tusiwanyanyapae wagonjwa wenye changamoto za afya ya akili, lakini pia uh, tuwe mstari wa mbele kuwapa sapoti kuja kupata matibabu katika hospitali yetu ya Lufaa mkoa Katavi. Lakini pia nilikuwa naomba kama kuna wataalamu wajadi wale, na wenyewe mm. wanapoona kwamba huyu mgonjwa bwana sio saizi yao, wajaribu kumsogeza, kwa sababu wenyewe ndio wanakutana nao mara kwa mara, wanakutana nao mara kwa mara huko katika kazi zao, wanapoona kwamba huyu mgonjwa sasa inabidi tu wamsogeze kwetu sisi wataalamu tutamsaidia.